Miongoni mwa stori kubwa ambazo zinagonga vichwa vya habari kwa siku ya leo kwa upande wa michezo ni pamoja na stori ya klabu ya Manchester United kuthibitisha kujenga uwanja wake mpya wenye uwezo wa kuingiza mashabiki laki moja karibu na uwanja wa sasa wa Old Trafford. Taarifa ya ujenzi wa uwanja huo mpya imekamilisha mpango wa kazi wa mmiliki mwenza wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe, ambaye aliahidi kufanya hivyo kufuatia uchakavu wa uwanja wa sasa wa Old Trafford. Gharama ya ujenzi wa uwanja mpya zinatajwa kufikia paundi bilioni mbili ambazo ni sawa na shilingi za kitanzania trilioni 6.8. Mara baada ya ujenzi w kukamilika, uwanja wa sasa wa Old Trafford utabomolewa. Mmiliki mwenza, Sir Jim Ratcliffe, amesema anataka kujenga uwanja bora zaidi wa soka duniani ambao klabu hiyo inatarajia utakuwa tayari ndani ya muda wa miaka mitano ijayo. Tangazo hili linakuja baada ya mashauriano ya kina kuhusu iwapo waboreshe uwanja wa Old Trafford au kujenga uwanja mpya kabisa. na Old Trafford umekuwa nyumbani kwa Manchester United tangu mwaka elfu moja na mia tisa na kumi. Klabu hiyo itaendelea kucheza Old Trafford hadi uwanja mpya utakapokamilika ama utakapomalizika kujengwa mnamo kipindi cha miaka mitano ijayo. Vyanzo vya juu vya klabu vimesema kuwa si gharama nafuu kupunguza ukubwa wa Old Trafford ili itumike kwa mechi za timu za wanawake na vijana wa United. Wasanifu wa majengo kutoka wa kampuni ya Foster and Partners, ambao watabuni mradi huo, wamesema uwanja mpya utakuwa na uwezo au muundo wa mwamvuli na eneo jipya la umma ambalo litakuwa mara mbili ya ukubwa wa eneo la Trafalgar Square. Muundo huo utajumuisha minara mitatu inayojulikana kama The Trident, ambayo wasanifu wamesema itakuwa na urefu wa mita 200 na itaonekana kutoka umbali wa maili 25 ambazo ni zaidi ya kilometa 30 kwa umbali. Manchester United, ambao kwa sasa wana deni la pound bilioni moja, bado hawajafichua jinsi watakavyofadhili ujenzi huo. Mtendaji Mkuu wa Manchester United, Omar Berrada, amesema hiyo ni fursa ya uwekezaji ya kuvutia na ameongeza kuwa na in, ana imani kubwa tutapata njia ya ufadhili kupitia mradi huo. Uwanja huo utakuwa sehemu ya mpango mpana wa kufufua eneo la Old Trafford, ambao unatarajiwa kuwa mradi mkubwa zaidi wa aina hiyo nchini Uingereza tangu mabadiliko ya eneo la Stratford yaliyoambatana na michezo ya Olympic ya London ya mwaka 2012. Kwa upande wa Waziri wa Fedha wa Uingereza Rachel Reeves, tayari ameonyesha uungwaji mkono wa serikali kwenye mpango huo na United wanasema mradi mzima una uwezo wa kulinda ajira ama kutengeneza ajira mpya elfu tisini na mbili kujenga nyumba elfu kumi na saba na kuvutia wageni milioni moja nukta nane zaidi kwa mwaka katika eneo hilo. Wanaongeza kuwa mradi huo utaongeza thamani ya paundi bilioni saba nukta tatu kwenye uchumi wa Uingereza kila mwaka Nanuku, Leo ni mwanzo wa safari ya kusisimua kuelekea kujenga kile kitakachokuwa uwanja bora zaidi wa soka duniani, amesema Sir Jim Ratcliffe. Uwanja wetu wa sasa umetumika vyema kwa miaka 115 iliyopita, lakini umeachwa nyuma ikilinganishwa na viwanja vya kisasa vya michezo duniani. Nafikiri tunaweza kumaliza uwanja wa soka maarufu zaidi duniani, amesema Sir Ratcliffe alipozungumza kuhusiana na uwanja huo. Hakuna tarehe maalum iliyotajwa na lini ujenzi utaanza, na Sir Ratcliffe amesema itategemea kasi ya serikali katika kuanzisha mpango wa kufufua eneo hilo, na anafikiri wanataka kuanza haraka iwezekanavyo. Uwanja huo utajengwa kwa kutumia vipande vilivyotengenezwa tayari, ambavyo vitasafirishwa kwa meli kupitia mfereji wa Manchester Ship Canal kwa jumla ya vipande 160. Kwa miaka ya hivi karibuni, Old Trafford, uwanja mkubwa zaidi wa klabu nchini Uingereza wenye uwezo wa mashabiki 74140, umekumbwa na malalamiko, ikiwa ni pamoja na uvujaji wa paa la jukwaa, hasa lile la Sir Bobby Charlton. Uwanja huo haujafanyiwa ukarabati mkubwa tangu mwaka 2006. United wameshauriana na watu waliokuwa sehemu ya miradi mikubwa ya viwanja kama vile SoFi Stadium huko Los Angeles na ujenzi mpya wa uwanja wa Bernabeu wa Real Madrid katika maandalizi yao. Pia walizungumza na wakazi wa eneo la Old Trafford traford na kufanya uchunguzi na mashabiki kujua kama wangependelea uwanja mpya ama ukarabati mkubwa wa Old Trafford traford, mpango ambao ulitarajiwa kugalimu zaidi ya pound bilioni 1.5. Foster and Partners ndiyo kampuni iliyounda pia uwanja wa mpya wa Wembley uliofunguliwa mwaka 2007 na uwanja wa Lusail wenyeji wa fainali ya Kombe la Dunia la mwaka 2022 huko nchini Qatar. Sasa wakati mashabiki wengi wakiamini kwamba huenda uwanja wa Manchester United ndio unaweza kuwa uwanja mkubwa zaidi duniani. Hiyo taarifa sio hivyo. Mambo ni tofauti. Kuna viwanja vingine ambavyo ni vikubwa zaidi na vyenye uwezo wa kubeba mashabiki wengi zaidi kuliko hata huo uwanja wa Manchester United. Miongoni mwa hivyo viwanja ni pamoja na eh, uwanja wa Barcelona ambao unakarabatiwa na kwa sasa inadaiwa kwamba uwanja huo ukija kukamilika utakuwa una uwezo wa kuchukua mashabiki laki moja na elfu tano. Mbali na hapo, kabla ya kukarabatiwa uwanja huo wa Camp Nou ulikuwa una uwezo wa kuchukua mashabiki takriban elfu tisini na tisa na mia tatu, hamsini na nne. Sasa mbali na huo kuna uwanja wa e, Narendra Modi huu huko nchini India na uwezo wake ni kubeba mashabiki laki moja na thelathini na mbili elfu huku ukichukua viti takriban laki moja na elfu kumi na nne na mia sita. Uwanja wa pili kwa ukubwa duniani ukiachilia mbali huwo wa Narendra Modi ambao unashika namba moja, ni uwanja wa Rungrado First of May Stadium, ambao uwanja huu uko jijini Pyongyang, Korea Kaskazini na una uwezo wa kubeba mashabiki ama watu laki moja na elfu kumi na tatu na mia mbili themanini na moja. Uwanja wa tatu ni Michigan Stadium ambao uko nchini Marekani wenye uwezo wa kubeba watu laki moja na elfu saba na mia sita na moja. Beaver Stadium unashika namba nne na huu huko jijini Pennsylvania nchini Marekani na una uwezo wa kubeba mashabiki laki moja na elfu saba na mia mbili themanini na mbili huku uwanja namba tano ni Ohio Stadium ambao uko Ohio nchini Marekani na una uwezo wa kubeba mashabiki laki moja na elfu mbili na mia saba themanini Namba sita inashikwa na uwanja wa Kyle Field, huu huko Texas nchini Marekani na uwezo wake ni kubeba mashabiki laki moja na elfu na mia saba thelathini na tatu huku nafasi ya saba ikishikwa na uwanja wa Tiger Stadium ambao uko Louisiana nchini Marekani wenye uwezo wa kubeba mashabiki laki moja na elfu mbili na mia tatu ishirini na moja. Uwanja wa Neyland Stadium ulioko Tennessee Marekani wenyewe wa, una uwezo wa kubeba mashabiki laki moja na elfu moja na mia tisa kumi na tano, huu wenyewe unashika namba nane duniani, huku namba tisa ikishikwa na Dell K Loyal Memorial Stadium ambao uko Texas nchini Marekani na huu una uwezo wa kubeba takribani watu laki moja na mia moja kumi na tisa. Huku uwanja namba kumi wenyewe unaitwa ni Bryant Denny Stadium ambao uko Alabama nchini Marekani ambao una uwezo wa kubeba watu takribani laki moja na eh, sabini na saba. Baada ya hapo basi, ndio uwanja wa Old Trafford utakuwa unafuatia ambao utakuwa na uwezo wa kubeba ma mashabiki takribani Laki moja. Kwa hiyo Old Trafford ambao ni uwanja wa Manchester United mpya naotarajiwa kujengwa hivi karibuni na utatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miaka mitano ijayo, utakuwa ni uwanja wa kumi na moja kwa ukubwa duniani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, kazi yetu ni kuletea updates zote zinazojiri kuhusiana na masuala mbalimbali, hususan ni siasa za kimataifa, masuala ya kimichezo kwenye anga za kimataifa. Jina langu ni Mgongo Kaitira.